Alisa lelio minigo tungo wa Kristo linawekwa na sisi wenyewe kama wana wa Mungu ambao tunaishi imani hai katika Kristo, kati katika ushuhuda wetu wa maisha, tunapaswa daima kuwa imara katika imani na kuishi kama